Wataalamu sisi tunaosimamia biashara, viwanda na uwekezaji, kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi ya halmashauri manispaa, tumepita katika masoko matatu, soko kubwa, Panda hoteli na hapa Buzogwe. Lengo la ziara yetu kwanza ni ilikuwa ni kupata iliku, hali ya bei ya vitu hapa sokoni tunajionea sisi wenyewe, lakini mwitikio wa wafanyabiashara na wanunuzi ukoje ndani ya soko, na swala la tatu ilikuwa ni kwenye kuangalia hali ya usafi. Ukianza na swala la bei za sokoni, tunashukuru kwamba mpaka sasa tumekuta wafanyabiashara wanaendelea na biashara, lakini bei za bidhaa kwa kweli tumejiridhisha ziko vizuri, ni zile zile, bei hazijapanda, kasoro tu kwenye maji ndio tumekuta kwamba bei zimepanda za maji, lakini mb bidhaa muhimu kwa maana ya vyakula mbalimbali, mafuta tumepita, unga kote, kuko vizuri. Kwenye sukari tumepita vizuri, kuko vizuri. Lakini kwa upande wa swala la usafi, swala la usafi tumepita katika masoko yetu haya kama sampo, bado swala la usafi linahitajika kuongeza nguvu, na tumeelekeza viongozi wote wanaosimamia soko kwamba tutapita tena kwa kushtukiza Tunataka kila mfanya biashara popote anapofanyia biashara, lazima awe nafanya usafi kwenye eneo lake, na hili ndilo tuliloelekeza wa viongozi wote wa masoko kwamba wawaelekeze wafanyabiashara wote wahakikishe pale anapofanyia biashara ni safi, kwa sababu sasa hivi tunaenda kwenye msimu wa mvua, tunaenda kwenye msimu wa matunda. Tusingependa kuona kwamba eti kwa sababu ya uchafu tunapata magonjwa ya mlipuko tofauti tofauti. Na hii kazi tumeianza na tutapita tena kwa kushtukiza kuhakikisha, je, masoko yetu yako katika hali gani baada ya maelekezo haya tuliyotoa? Lakini sio kwenye masoko tu, wafanyabiashara wote kwenye eneo lote la maduka, mama ntilie, sijui, wote wanaofanya biashara popote pale wahakikishe kila maeneo wanaofanyia kazi kila siku kabla hajafanya hajaanza biashara amesafisha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameshasema kwamba hali ya usalama ipo imerejea, kwa hiyo wafanya biashara waendelee na biashara zao kwa amani, na wale waliokuwa na hofu, sasa hivi hali ni shwari, warudi wafanye kazi, wafanye biashara. Lakini hata wanaonunua, yoneni, mnunue bidhaa mbalimbali, bei ni mbali. bei ni nzuri, bei ni ile ile ile, hakuna badiliko lolote. Hapa tumebaini katika mkoa wetu wa Katavi, hasa katika masoko yetu bidhaa ya maji imekuwa ikiuzwa kati ya shilingi 1500 maji makubwa hadi kufikia shilingi 2000, kitu ambacho kime, jambo ambalo limekuwa likilalamikiwa na wananchi kuona kwamba hiyo bidhaa bado iko juu. Lakini hii yote ni kwa sababu kwamba baada ya, mas, ya malori kuzuiliwa kusafiri, bila shaka bidhaa za viwandani kama maji hayo tunayozungumza yamekuwa juu kidogo. Lakini hii hali itatengemaa kwa sababu tunafahamu kwamba sasa tayari bidhaa zimeendelea kusafirishwa barabara zimefunguliwa, ni imani yetu kwamba baada ya, ya siku chache hiyo bidhaa itarudi katika hali yake ya, ya kawaida. Lakini pia tumejaribu kuongea na wafanyabiashara kuonyesha kwamba hapa katu, katika mkoa wetu wa Katavi katika manispaa yetu Mpanda katika eneo lile la, la Kakese kuna mwekezaji ambaye alikwishawekeza kiwanda cha maji. Kwa hiyo tunategemea pia baada ya kukamilisha taratibu ambazo zimesalia, pia changamoto hiyo ya maji iweze kutatuliwa tuendelee kutoa shukurani kwa viongozi wetu mheshimiwa mk mkurugenzi wa manispaa ya Mpanda ameendelea kukabiliana na changamoto ambazo zimekuwa zikitajwa na wafanyabiashara kwenye maeneo ya vyoo wanavyohitaji huduma ya maji, yote hayo amejaribu kutoa fedha na kuhakikisha kwamba maji yanapatikana, miundombinu ya, mi ya vyoo inakuwa sawa ili kuleta ili kuweza kutoa huduma kwa wafanyabiashara na wananchi katika maeneo yetu ya manispaa ya Mpanda. Sisi barabara yetu kwenye soko letu inaopitika vizuri ni moja tu kubwa. Mm. Lakini hizi zingine barabara hii ya hii ya lami. Lakini mzunguko huu wote huwa nani wa ndani ya soko haupitiki. Kwa tuliwahi kuomba, tulikaa, tuliwahi kuomba kwa mkurugenzi wetu wa manispaa tukamuomba kwamba hapa hii barabara yetu inatoka pale kwa Zakaria inapandisha hivi ndani ni barabara ambayo kubwa sana inatoka, yes, tuliko tukaomba pale kikaravati ambacho kiwepo pale kile kikaravati, kile kikaravati kikishawekwa, yani mtu mwenye kigari kidogo Hmm. Anaweza akaja na kigari chake anapaka pale, anunua viatu na familia yake mm. Anakuja, anakuja na kigari hapa anachukua pengine nyama au kitu chochote hmm. Lakini sasa hivi ukija na usafiri unalazimika mtu aupaki au uh, paki huku mnani kule barabarani kabisa kule hmm. Ataingia kwa mguu huku, huku anaondoka. Lakini kwa mfano soko kubwa pale, sisi wenzetu wanachonufaika ule mzunguko wote ni wa kibarabara upande wa vitunguu. Mimi naona soko liko kawaida kidogo lakini haikusababisha vitunguu vipande bei kwa sababu vitunguu vinapatikana hapa hapa. kwa msimu kama huu tunanunua hapa hapa. kuna wakulima wanalima huko maeneo ya Kakese huko. Kwa hiyo mizigo ya vitunguu, biashara ya vitunguu inapatikana ni hapa. Kwa hiyo ile iliyopatikana hapo nyuma kidogo haikuwasili chochote kwa sababu bidhaa zinapatikana hapa.